afdal al-amali bada al-imani wa adai al-arkan. Katika hii hadith Mtume sallallahu alayhi wa sallam anabainisha matendo yaliyokuwa bora, matendo yaliyokuwa mazuri zaidi ya mtu kuyafanya baada ya kuwa na imani, amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile akatekeleza mambo ya faradh. Kuna mambo ambayo ni mazuri sana ayafanye Jambo la kwanza mtume asema, tutimu taama, lisha chakula lisha chakula, yani kuwalisha watu chakula. Wa yadkhulu fi hadha asadaqa, na katika kulisha chakula inaingia ndani yake sadaqa, yani mtu ambaye anaandaa chakula kwa ajili ya kujitolea kuwalisha watu, walwalima, na chakula cha sherehe ya harusi, hafla ya kumaliza hafla ya aina yoyote ambayo ni hafla ya halali inayofaa kisheria na vile vile walhadiya, na chakula kilichoandaliwa kwa ajili ya zawadi, yani mtu ameandaa chakula chake kwa ajili ya kuwafurahisha watu na waenjoyi, na vile vile wambuyafa, chakula kilichoandaliwa kwa ajili ya wageni, kwa sababu ni ukarimu ambao umehimizwa ndani ya Uislamu. Lakini bila kusahau chakula ambacho kitaandaliwa na mtu kwa ajili ya kuwakirimu watu, yani mtu ambaye anajitolea anasaidia watu fuqara na masakini, anayesaidia maskini pamoja na mafukara wasiojiweza, akajitolea akawasaidia. Na Allah subhanahu wataala amewasifia watu wenye hii sifa, asema Wayutimuna taama ala hubihi miskina wa yatima wa asira, katika sifa za watu wema wacha Mungu, watu wa peponi wana sifa ya kuwalisha chakula maskini na watu waliofungwa jela, kwa sababu wana haki juu yao. Wayutimuna taama ala hubihi miskina wa yatima wa asira, maskini mayatima na watu ambao wako magerezani, wanawafanyia ukarimu, wapelekea chakula, wanakula wanafurahi wakiwaona wenzao wakila chakula kama wao wanavyokula wanapokuwa katika maisha yao na nyumba zao. Na vile vile kitu kingine ki ambacho wamemalizia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilqau salami, ni kutoa salamu. Tena akasema kutoa salamu kwa mtu unayemjua na usiyemjua Bimacna ilqau lsalami duna tamyizin baina shakhsin wa akhar, ni mtu kutoa salam na kuwasalimia watu salamu ya Kiislam, khasatan kwa Waislam pasina kuwabagua, pasina kuwabagua, anayemjua anamsalimia na, na asiyemjua anamsalimia. Wa hadha huwa lislam, na huu ndo Uislam. Lakini maa asaf katika tulionao, tulionao wakati huu wengi katika sisi tunasalimia watu tunawajua, hatuwasalimii tusi, tusiowajua. Hata ukimsalimia usiyemjua haumsalimii kama unavyomsalimia unayemjua, lakini huu si Uislamu bora. Uislamu bora ni kumsalimia unayemjua na usiyemjua. Na kwa kumalizia kabisa, katika hii hadithi Mtume ametaja mambo mawili ili uone ufasaha aliopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam jamaa fi hadha lhadith bina alihsani bilqawli wa lissani bilfili, amekusanya katika hii hadithi wema atakaofanya mtu kwa maneno yake na wema anaufanya mtu kwa matendo yake, kutoa salam na kulisha chakula. wallahu taala tv